Mwaka a 1960, mtunzi Mmarekani John Cage alienda kwenye runinga kushiriki kazi yake ya hivi karibuni, lakini badala ya kutumia vyombo vya jadi Cage alionekana kuzungukwa na vyombo vya nyumbani, ikiwa ni pamoja na bafu, barafu, samaki wa kuchezea, jiko la kishinikizo, bata wa mpira na redio kadhaa. Akiwa na zana hizi na saa, aliigiza Water Walk na kuanzisha mfululizo wa sauti zilizo na usahihi mkubwa na usahihi wa ajabu. Watazamaji wengi waliona uigizaji huo kuwa wa kushangaza, na wengine waliona ulikuwa wa ujasiri kabisa. Lakini watu wengi walishiriki swali moja: huu ni muziki kweli? Swali hili ni gumu kujibu kuliko unavyofikiria. Tunachoamua kama muziki mara nyingi hutegemea matarajio yetu. Kwa mfano, fikiria uko katika klabu ya jazz inayosikiliza upigaji kengele. Watu wengi wanakubali kwamba huu ni muziki, lakini ikiwa uko kwenye barabara kuu na kusikia kitu kimoja, wengi wangesema ni kelele. Baada ya yote, honi za gari siyo ala za muziki na madereva hawa sio wana muziki, sivyo? Matarajio kama haya yanaathiri jinsi tunavyoainisha kila kitu tunachokisikia. Kwa kawaida tunafikiria kitu kinaonekana zaidi ya muziki ikiwa kinatumia muundo unaojulikana au sauti maarufu zilizopangwa kwa mifumo maarufu. Na hata ndani ya ulimwengu wa muziki tunatarajia aina fulani kutumia vyombo maalum na maelewano. Matarajio haya yanategemea tamaduni zilizopo za muziki. Lakini tamaduni hizo si za kudumu. Zinatofautiana katika tamaduni na vipindi tofauti vya muda. Na mwanzoni wa karne ya 20 wakati wasanii wengi walijituma katika nyanja zao, John Cage alitaka kugundua ni aina gani mpya za muziki zinaweza kuwepo. Alianza kuanzisha vyombo vipya ambavyo vilikuwa kati ya sanaa na maisha ya kila siku, na alitumia vitu vya kushangaza kuvumbua tena vyombo vilivyopo. Pia alichunguza njia mpya za muziki kuchanganyika na aina zingine za sanaa. Yeye na mpenzi wake mbunifu mwenye mapenzi Mas Cunningham walifanya vifungo ambapo muziki wa Cage na densi za Cunningham ziliundwa kwa njia huru kabla ya kuigizwa pamoja. Lakini bila kujali mkabala, Cage alidhubutu wasikilizaji kuhoji mipaka kati ya muziki na kelele, na pia sauti na ukimya. Labda mfano bora ni moja ya nyimbo maarufu zaidi za Cage. Wimbo mmoja wa piano kipekee ulio na ukimya mziki kwa dakika 4 na sekunde 33. Hii haikukusudiwa kama shauku lakini badala yake kama swali. Kufungua na kufunika kifuniko cha piano inaweza kuwa muziki, na sauti ya saa inaposonga, manung'uniko na labda hata malalamiko ya umati wa watu. Kama kanvu nyeupe za wenzake wa uchoraji, Cage aliuliza watazamaji kuhoji matarajio yao juu ya muziki yalikuwa nini. Na ingawa kazi hiyo haikuchochea maigizo ya baadhi ya nyimbo za jadi, kwa hakika ilisababisha majibu kali ya kihemko. Kazi ya Cage mara nyingi iliweka kipaumbele uzoefu huu wa kawaida wa muda mfupi juu ya maonyesho sahihi yanayotabirika. Hata alitengeneza michakato ambayo iliacha maamuzi kadhaa ya muundo kubahatisha tu. Mojawapo ya mifumo kama hiyo aliyopenda ilikuwa I Ching, maandishi ya kale ya uchunguzi wa Kichina. Kwa kutumia sarafu chache tu, I Ching inaruhusu wasomaji kutoa muundo wa mistari ambayo inaweza kutafsiriwa kujibu maswali na kutoa bahati. Lakini Cage alibadilisha mifumo hii kuwa mfululizo wa meza zilizozalisha mida kasi na mienendo tofauti ya muziki. Mwishowe hata alitumia kompyuta za mapema kusaidia kutengeneza vigezo hivi bila mpangilio maalum. Kwa kazi zingine, Cage alienda zaidi, akiwapa wanamuziki nyimbo zisizo kamili zilizoainishwa na maagizo pana na kuwaruhusu kutunga kwa msaada wa miongozo yake. Watunzi wengine walikataa njia ya Cage inayoonekana bila kujali. Waliamini ilikuwa kazi ya mtunzi kupanga sauti na mida kwa madhumuni maalum ya kimakusudi. Baada ya yote, ikiwa nyimbo hizi za ajabu zilikuwa muziki, basi ni wapi tunaweka mipaka? Lakini kama mtafiti mwenye ujasiri, Cage hakutaka kufungwa na vizuizi na kwa hakika hakutaka kufuata sheria za zamani. Alijitolea kuvunja matarajio yetu, kuunda mfululizo wa matukio ya mara moja maishani yanayoendelea kuhimiza wanamuziki na watazamaji kukubali yale yasiyotarajiwa. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwenye kituo chetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.